twa kupokea kwa dhati kuwa nawe hatujuti. Nuru imetwangazia, umefanya utafiti wa hakika madhubuti. Tuko salama kwa mufti, jahazi linaelea. Jitambue badilika kauli yenye hakika na sote tumeishika na kuacha mazoya nyoyo zimefarijika kukuona umefika mlezi uso na shaka kiigizo Tanzania umeishika Bakwata na vifu imetakata umetenda sikugwata

Abu Sheikh Abubakar Abubakar, basi kidogo. Mimi nakutafutia winga, wewe rudia. Sheikh Abubakar Zuberi, Mungu akujaze kheri, watu waitikie amina alafu mea aje kutunza. Sheikh Abubakar Zuberi, Allah akutunze kheri

Ni dhambi kumchafua Tanzania ya amani, twashukuru Rahmani mama kwenye wa thamani, yanavyotupambania tunataka kitu gani? Na uliza waumini, mama tafanya jamani, shahidi wa Tanzania

Mama, unavyotule soketwa kufurahia nguzo ya kuegemea kuivunja ni kadhia, tunyanyuweni mikono kwa dua za mashindano aongozeweni tano Raisi Mama Samia Amen. Amen. kwa uchaji na tosha kwa haya lilofikisha umetugamotisha, mufti wa kushukuria Allah tupe salama na faraja na nema atudumishe daima kwenye dini ya sawia, na sala na amani na rehema zimfikia hashima

Sallallahu ala Muhammad. Leo hatari, leo risala Ibrahim Adam, tunakuomba Ibrahim Adam <tuhon> kabla, ameingia mheshimiwa DC wa Ilala, naye tunaye mwenzetu

Mheshimiwa Mpogolo, mkuu wa wilaya Ilala, Mheshimiwa Sheikh Adam Munyipingu, Sheikh wa wilaya Ilala, Mheshimiwa Sheikh Abbas bin Maulid Bakta, Sheikh wa kata Vingunguti, waheshimiwa mashehe wa kata zote mliopo, waheshimiwa mashehe, maimamu na walimu wa madaris na viongozi mbalimbali, Waislamu wote, mabibi na mabwana, niseme tu itifaki imezingatiwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samahtu mufti, mkononi mwangu nina risala risala ambayo viongozi kata, Vingunguti, wa Bakwata kata Vingunguti wamenipa amri kuiwasilisha kwako kwa, kwa, kwa unyenyekevu mkubwa na heshima ta na taadhima na kuomba mzee wangu niwasilishe inshallah. Bismillahi rrahman rahim. Baraza la Uislam Tanzania, kata ya Vingunguti, wilaya Ilala, mkoa wa Dar es Salaam, tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 2025. Na hii ni risala kwa mgeni rasmi. Bismillahi rrahman rahim. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma na ukarimu na rehma na amani zake Allah azimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Historia fupi ya BAKWATA kata Vingunguti. Ndugu ngeni rasmi, mheshimiwa mufti na shekh mkuu wa Tanzania Shekh Abubakar bin Zubeidi Ali, na wageni wengine, BAKWATA kata Vingunguti ina historia ndefu sana, ila tuchocheke kwa uchache wake. Ndugu ngeni rasmi, kwa sasa BAKWATA kata ipo chini ya shekh wa kata, Shekh Abbas ibn Maulid Batta, na mwenyekiti wake wa almashauri ya kata, Shekh Mauga bin Ali ibn Maktub na bila kumsahau mzee wetu Mustafa Mweninda ambaye ndiye katibu wetu wa BAKWATA kata. Mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, miongoni mwa mafanikio ya BAKWATA kata ya Vingunguti ni pamoja na kutumikia jamii ya wana Vingunguti hususan Waislamu na mara nyingine hata sio aaa Waislamu. Miongoni mwa mambo nayo yanayonufaika wana Vingunguti kupitia BAKWATA ni usuluhishi na utatuzi wa migogoro mbalimbali inayohusu ndoa, mirathi na mengineyo. Ndugu mgeni rasmi, pia BAKWATA kwa uchache na ufinyu imefanikiwa kukusanya zakatu al-fitri, sadaka mbalimbali na zakatu al-mal na kuwafikishia walengo. Umbeni rasmi, kwa ufahari kabisa BAKWATA kata Vinguti imefanikiwa kupata ofisi ya kukodisha ambayo imepambwa na viti meza na kabati la kisasa. Tunamshukuru sana mstahiki meya na diwani wa kata yetu ya Vinguti Mheshimiwa Said Omar Kumbila Moto na waislamu wengine kwa kulifanikisha hilo. Changamoto. Umbeni rasmi, changamoto kubwa tulionayo BAKWATA kata Vinguti ni ukosefu wa ofisi kubwa ya kuhudumu itakayojumuisha department zote za kiuongozi kwa maana BAKWATA Jua kita na yuvikiba. Pamoja na kumbe za kuendeshia mikutano na vikao mbalimbali halmashauri na shughuli zote za Bakwata. Changamoto ndogo ndogo kama ulipaji wa kodi ya ofisi, ukamilishaji wa vifaa vya ofisi na mengineyo, hizo tutapambana nazo kupitia ushirikiano wetu na utayari wetu. Mahitaji mahitaji rasmi yetu kama Bakwata kata Vingunguti kwako, na kwa Uislamu na wadau wengine ni mengi sana, ila kubwa na la umuhimu zaidi ni kununua nyumba na kuifanya ndio ofisi ya Bakwata kata Vingunguti. Ndugu mgeni rasmi, tunaamini uji wako kwetu utatupa mwanga na mwelekeo sahihi na wenye matumaini katika swala hili. Tunakuomba sana, baba na mlezi wetu, ulichukulie ombi letu hili, na insha Allah, tutakapokuomba tena uje utuwekee jiwe la msingi katika ofisi yetu hii. Basi bila shaka Allah atakuwa amekujalia kuunganisha Waislamu wa hisani na wadau mbalimbali kwa ajili ya kutupatia nyumba ambayo ndiyo itakuwa ofisi ya Bakwata ya kudumu katika kata ya Vingunguti. Matarajio. Ndugu mgeni rasmi, miongoni mwa matarajio ni kuanzisha hospitali ya Bakwata kata kuanzisha shule ya Kiislamu ya Bakwata kata kuanzisha miradi mbalimbali ya kimaendeleo kwa ajili ya kuwanyanyua na kutumikia Uislamu katika kata yetu wakiwemo walimu wa, wa madaris, maimamu, mashehe na hata wajane na mayatima pamoja na mamalishi wa Kiislamu. Pia tunatarajia kuanzisha utaratibu wa kufanya Maulidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa katika kata yetu Vingunguti kila mwaka. Hitimisho. Ndugu mimi rasmi tunakushukuru sana. Maadamu hakuna neno zaidi ya asante, nasi tunasema asante sana. Hakika umewaheshimisha Waislamu na wakazi wa Daru Salaam wilaya yetu Ilala na hasa katika kata yetu ya Vingunguti. Ujio wako kwetu Allah ujalie uwe wenye neema, baraka, manufaa ya dunia na akhira na kwetu sote insha Allah. Dumbe ni rasmi mwisho kabisa tunamuomba Mwenyezi Mungu azimba kujalie upate maghfira, furaha na afya. Wa billahi tawfiq. Imeandaliwa na kamati ya maandalizi ya shughuli ya uzinduzi wa ofisi na ujio wa mufti. Wa ma'alaina illa al-balagh al-mubin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante Ustadi Ibrahim Adam kwa risala, na kuomba ndugu yangu Sheikh Nurdin Kishki uje kutoa salamu japo kwa dakika mbili.